Habari yako mpenzi mtazamaji wa Richo Robin Online TV, moja ya habari ambazo zinaendelea katika vyombo mbalimbali vya habari siku hii ya leo ni swala zima la mpango wa Marekani pamoja na Israeli kuhamishia wananchi wa Gaza katika nchi za Afrika ya Mashariki. Hizi ndio habari ambazo zimetanda katika vyombo vya habari siku hii ya leo, na ngoja nikuelezee kwa undani ili kila mtu aweze kuelewa nini kinaendelea, lakini Kabla sijaelezea ningekuomba ubonyeze eneo hapo lilo andiko subscribe hapo chini ili uwe wa kwanza kupata habari zangu kila ninavyorusha, na mimi ninaitwa Rachel Robin. Sasa tunafahamu kwamba kuna vita inaendelea pale Gaza, na sasa hivi kulikuwa kuna mpango wa kuachiana wafungwa pamoja na mateka pamoja na kuruhusu misaada ya kibinadamu iingie pale Gaza na mpango huo ulifanyika kwa awamu na awamu, ya kwanza imeisha, na sasa inatarajiwa kuingia katika awamu ya pili ambayo Hamas wana walaumu Israel kuchelewesha kuingia awamu ya pili. Na moja ya vitu ambavyo vilikuwa vikifuatiliwa kwa ukaribu ni juu ya kauli kati ya rais wa Marekani pamoja na waziri mkuu wa Israel ya kuhamisha raia wa Gaza ili waweze kuijenga Gaza upya na moja ya sehemu ambazo walikuwa wanadai kuanza kuwapeleka ni Egypt pamoja na nchi ya Jordan, lakini viongozi wa Egypt na Jordan walikuwa wakipinga swala hilo. Sasa hivi kumetokea habari kwamba wanaweza kuletwa katika nchi za Afrika ya Mashariki, na nchi hizo ni Sudan, Somalia pamoja na Somaliland. Kwa msiofahamu nchi ya Somaliland ni nchi isiyo rasmi ambayo imejimega katika nchi ya Somalia. Somalia hii yenye mji mkuu wa Mogadishu. Pembeni yake kuna nchi ya Somaliland iliyojimega miaka ya tisini. Sasa huko ndiko ambako inasemekana wanataka kuwapeleka wananchi wa Gaza wakaishi huko. Kwa nini wamechagua huko? Pengine kwa sababu Jordan na Egypt wamekataa kuwapokea, lakini pia pengine kwa sababu hizi ni nchi ambazo wanaweza wakafiti kirahisi kutokana na kwa kwamba watu wa maeneo hao pia ni Waislamu kama walivyo watu wa Gaza lakini pia wana asili ya Uarabu na watu wa Gaza ni Waarabu. Lakini moja ya vitu ambavyo vimefanya watu wengi walalamike ni kutokana na hali ya usalama ulioko uh, maeneo hayo. Sudani kwa sasa hivi si nchi salama, kuna vita yenyewe kwa yenyewe inaendelea kati ya majeshi ya serikali pamoja na kile kikundi cha RSF. Lakini pia Somalia ni sehemu ambayo pia kuna kuwaga na machafuko hasa hasa ya kundi la Al-Shabab lakini pia Somaliland ni nchi isiyo rasmi bado ambayo haitambuliki hata Umoja wa Mataifa. Kwa hiyo wana, moja ya vitu ambavyo watu wanalalamika ni kwamba kwa nini wanataka kwa kuwapeleka katika nchi ambazo haziko bado fit zenyewe pia kujisimamia. Lakini pia ukiacha yote haya, hizi ni nchi masikini. Lakini kingine watu wanacholalamika ni kwamba kwa nini watu watolewe katika eneo lao kihistoria eneo la Palestina na Israel ni haki ya wote, wayahudi na Wapalestina, kutokana na kwamba zamani haya ni maeneo ambayo wote walikuwa na himaya hapo. Kwa hiyo kisheria, na ndio maana umoja wa Mataifa unaelezea kwamba hii ni haki ya hawa watu wote, wawili wanatakiwa waishi hapo kwa pamoja. Na pengine kuna wengine watakuwa wanajiuliza kwamba je, matukio kama haya ya kuhamisha watu katika ardhi zao yamewahi kutokea huko nyuma? Ni kweli matukio kama haya huwa yanatokea, na naweza nikakupa mfano wa Israeli wenyewe. Israeli wenyewe ni mfano tosha, waliwahi kuondolewa katika ardhi yao na kwenda kuishi katika ardhi mbalimbali na ilifikia hatua na wenyewe walitakiwa kuja kuishi katika nchi za Afrika Mashariki, nafikiri Kenya au Uganda, lakini pia hata miaka ya hivi karibuni miaka ya arobaini ilishatokea pia na miaka ya elfu moja mia tisa mwanzoni ilishatokea pia. Waturuki wana historia ya kuwahamisha uh, wananchi wa Armenia na kuwapeleka uhamishoni katika jangwa. Lakini pia Warusi wana historia, walishawahamisha wananchi wa Chechnia na kuwapeleka kuishi katika nchi zile za Asia ya katikati Kipindi Urusi iko ndani ya umoja wa Soviet, na zile nchi za Asia katikati zilikuwa ni nchi ambazo ziko ndani ya umoja wa Soviet. Waliwatoa wa, uh, wa Chechnia na kuwapeleka uh, kule, alafu Chechnia ikakaliwa na warusi pamoja na Ukraine. Lakini kupitia uzoefu wa historia za nyuma, tunaona kwamba watu wengi ambao huwa wanahamishwa katika ardhi zao huwa hawaendi kutulia. Wakifika kule, huwa wanajiunga na kufanya harakati za kurudi katika ardhi yao, hata kama itachukua karne na karne. Mfano ni kwa Wayahudi wenyewe walipoondolewa zama za kale na himaya za Wazungu, waliweza kufurukuta, waliweza kujikusanya, waliweza kujikwa kila namna, kifedha, kisiasa na kwa kila namna, na hatimaye leo wameweza kufanikiwa kuunda nchi katika ardhi ambao mababu zao waliishi lakini pia Wachechnya nao ilikuwa ni hivyo hivyo, waliweza kufanikiwa na sasa hivi Chechnya inakaliwa na Wachechnya wenyewe pale Urusi. Wa Armenia pia hivyo hivyo, waliweza kufanikiwa nao kurudi katika ardhi yao ya Armenia, na leo wako pale katika ardhi yao. Kwa hiyo wachambuzi wa mambo wanasema wa hata ikitokea Wapalestina wakahamishwa, ni wazi kwamba ipo siku watarudi. Wakati haya yakiendelea kwa Wapalestina walioko upande wa Gaza, Wapalestina walioko upande wa West Bank na wenyewe wanapitia katika hali ya ya taabu sana, kutokana na kwamba Israel anatuhumiwa kufanya machafuko mengi sana ndani ya ardhi ya West Bank. Kwa hiyo na wenyewe wengi sasa hivi wanaondoka, wanaenda kuishi katika nchi nyingine kama wakimbizi kwa hiyo haya ndio ambayo yanaendelea katika ardhi hizi mbili za Wapalestina yani West Bank pamoja na Gaza. Na tunasubiri moja ya mambo ambayo walikuwa wanasubiriwa ni kusikia tamko kutoka kwa Somalia, Somaliland pamoja na Sudan kama wamekubaliana na hili. Lakini kwa mujibu wa vyombo vya habari inasemekana kwamba Sudan wamekataa waafiki, na Somalia na Somaliland inasemekana kwamba wanasema hawafahamu kama kuna jambo kama hili. Ikitokea wakakubali nini kinaweza kikatokea katika nchi hizi? Moja ya vitu ambavyo vinaweza vikatokea ni lawama kubwa kutoka katika mataifa ya Kiarabu kwa nchi hizi, pamoja na wananchi ambao wanatoka katika mataifa ya Kiarabu, kwa sababu itakuwa kwamba wamewarahisishia Wamarekani na Israel mpango wao wa kuwanyima haki wa Palestina ya kuishi katika ardhi zao. Na je, wana uwezo wa kupataa jambo hili? Ndio wengi wanasubiri kuona kama watakuwa na msimamo wa kukataa jambo hili kama ilivyokuwa kwa Egypt pamoja na Jordan, au hawataweza kutokana kwamba hizi ni nchi maskini ambazo zinaihitaji Marekani katika misaada mbalimbali. Kwa hiyo ndio wengi wanasubiri kuona, na wengi wanasubiri kuona Donald Trump anaweza akatumia karata gani kuweza kuzishinikiza hizi nchi ziweze kukubali mpango wake. Kwa msio fahamu, uh, Donald Trump amemteua rafiki yake ambaye anaitwa Steve Witkoff kusimamia swala zima so la mgogoro wa Gaza pamoja na Israeli. Huyu rafiki yake ni bilionea wa Kimarekani ambaye anadili na biashara za mambo ya real estate kama ilivyo kwa Trump. Kwa hiyo, ukaribu wa Donald pamoja na Steve Witkoff na, na biashara anazofanya za real estate uh, inasemekana ndio kitu moja ya vitu ambavyo vimewafanya waione Gaza ni eneo muhimu sana kibiashara endapo wataweza kuligeuza na kulijenga vile ambavyo wao wameliona kupitia engo ya biashara, hasa hasa kupitia uzoefu wa biashara zao za mambo ya real estate. Lakini watu bado wanasema kwamba hakuna mwenye haki ya kuwaondoa wananchi wa Gaza kutoka pale katika ardhi yao, kwa sababu ile ni ardhi ya mababu zao. Wengi tunasubiri tuone nini kika? Na ikitokea haya yakafanikiwa pale Gaza, tayari kuna vikundi mbalimbali, kuna kikundi cha Hamas ambacho kimejidhatiti vizuri, kuna kundi la Islamic Jihad, na kuna kundi la Al-Qassam Brigade. Haya makundi tayari yana ya silaha na kila kitu, na ni makundi ambayo tayari yana makombora ambayo huo saa zingine yanapenya mpaka ndani ya Israel. Ni wazi kama wananchi wa Gaza watahamishwa pale Gaza, ni wazi kwamba Israel na Marekani hata wakijenga watakuwa si sehemu salama, kwa sababu Hamas wakishirikiana na wenzao watakuwa wakifanya mashambulizi mara kwa mara katika lile eneo, ili tu siku moja waweze kurudi pale, lakini pia wanawashirika wao Hizbola, lakini pia wanawashirika wao kule Yemen ambao ni Wahuthi. Kwa hiyo inasemekana hapata kuwa salama.